Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha 45 katika tafakari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa taarifa tunazozikuta katika Sande ya Torino, kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari kwa ya KWAUSO. Mada ya leo tutaita aliyeteswa akafa na akazikwa. Basi karibuni, tutafakari mambo haya katika mwanga wa taarifa tunayokuta katika sanda ya Torino. Tuendelee kutafakari mateso ya bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni. Leo ni siku ya Ijumaa Kuu kwa watu wote wanaotambua matukio ya historia na kwamba historia haifutiki. Ijumaa Kuu ni siku ya uhuru wa Barabasi yule mnyang'anyi na muuaji, aliitoka gerezani akaribishwa tena katika jamii ya watu kwa vifijo ekoeko, mashangilizi na michezo. ili Yesu alitabiriwa na mtunzi wa Zaburi kwamba ni mzuri kuliko wanadamu wote, katika Zaburi ya 45, aya ya pili bila kosa hata nusu apelekwe msalabani badala yake. Kwa wote wanaomkiri Kristu, leo ni siku ya kumbukumbu ya kumnunulia babu wa milele taifa jipya kwa damu ya mwanakondoo asina doa hata moja. Lakini kwa wale wanaoitambua Sande ya Torino kama ndiyo nguo iliyohusika siku ile, siku ya Ijumaa Kuu ni siku ya Yosefu wa Arimataya pia rafiki kwa kweli wa Yesu katika saa yake ya kuhitaji sana. Yosefu wa Arimataya aliyeshika ujasiri, baada ya kupinga kitendo cha wenzake cha kumuhukumu Yesu kwa uonevu tu, akaenda kwa Pilato, kaomba ruhusa ya kuchukua mwili wake Yesu ili aufanyie maziko yaliyo bora kadiri mazingira yalivyoruhusu. Hii ni siku yake. Yosefu wa Arimataya hakutaka Yesu ateswe, lakini Yesu aliteswa hata hivyo. Yosefu wa Arimataya hakutaka damu ya Yesu imwagike, lakini damu yake Yesu ilimwagika hata hivyo. Yosefu wa Arimataya hakutaka Yesu afe, lakini Yesu alikufa hata hivyo. Lakini baada ya kushindwa kuyazuia majanga hayo yasimpati rafiki yake Yosefu mstahiki akataka Yesu azikwe kwa heshima zote kadiri alivyoweza. Kwa wale wanaofikiri kwamba sanda ya Torino ndiyo ile sanda ya kitani iliyotumika kwa ajili ya maziko ya Bwana Ijumaa Kuu, basi ni siku ambapo Yosefu wa Arimathaya alipomnunulia sanda nzuri kwa pesa zake, bila kujali kwamba siri ya upendo wake ingewekwa hadharani hata baada ya yeye kwenda karne hadi karne. Katika tendo la kutoa sadaka ya kumnunulia Bwana sanda, Yosefu alikutanisha pamoja wema na ukarimu, heshima na urafiki, haki na imani. Lakini kuna moja la zaidi, nalo ni hili, sio siri atake mchaguo wa Bwana daima atakuwa amefanya uchaguzi ulio bora. Bwana akurudisha shuka la Yosefu wa Arimathaya vivyo hivyo alivyolipokea kwenye shuka alilotoa Yosefu wa Arimathaya. Bwana mwenyewe amechora picha yombo yake mwenyewe akitumia ufundi ambao mimi na wewe hatujui ulikwenda kwendaje kwa ajili ya kumbukumbu ya vizazi vingi, vizazi vikiwemo hata kizazi chetu karne ya ishirini na moja. Kwa njia yake hata kizazi chetu kinaweza au kimewezeshwa kumtazama yeye waliyemtoboa, waliyemchoma anavyosema Zekaraya sura ya kumi na mbili aya ya kumi, kama katika kioo juu ya sanda tunaweza kuiona picha ya uso wa mkombozi na kumwimbia shairi kama maneno ya nabii Isaya anavyosema katika kitabu cha Isaya, tunaekuta maneno ambayo kwa ufupi tukiweza kuyasema hivi: uso uliojeruhiwa, uso wa mwana wa pekee, shahidi, kielelezo wa huruma ya Mungu, onyesho bora kabisa la upendo usiopimika mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alibeba laana kimya, kama mwana kondoo, kwa ajili ya wakosaji amenyekea asa, akapigwa na kuteswa vibaya, akachubuliwa tupate sisi kupona. Ye kadharauliwa ingawa kutenda jeuri vivi hivi kaonewa. Furaha ya baba ni yeye, ye peke mpatanishi, uso mtakatifu uso Mtakatifu sana. Basi ndugu wasikilizaji, kwa maneno hayo tufunge tafakari yetu ya leo juu ya huyu aliyeteswa akafa na akazikwa, kipindi cha siku ya arobaini na tano ya tafakari yetu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni na kesho, basi tuta tafakari juu ya mateso ya Bwana wetu katika mwanga kwa sanda ya Torino e, tukiwa na mada ambayo kichwa chake ni kimya kaburini, siku ya arobaini na sita ya tafakari yetu. Basi karibuni ndugu wasikilizaji, na tuendelee kumtafakari huyu aliyekuja kusudi sisi tuwe na uzima kisha tuwe nao tele.